Inaya binti Imamu alizaliwa katika mji mdogo wa Jasi ambapo aliishi katika familia maskini na yenye upendo. Mama yake Bishadia alijitahidi kwa nguvu zote kuwalisha watoto wake hasa baada ya mumewe kufariki dunia akiwa na umri mdogo. Hata kama familia yao ilikuwa maskini, walikuwa na maadili ya kidini na walijivunia kumtumikia Allah. Inaya alikuwa msichana mcha Mungu, mwenye ndoto ya kusaidia familia yake na aliishi kwa bidii huku akijivunia ibada zake na dhikra alizokuwa akifanya kila wakati. Mama yake alijua kuwa maisha yao yangehitaji mabadiliko ili watoto wake wapate elimu bora na kujitegemea. Alijua kuwa Inaya alikuwa na ndoto za kuwa na maisha bora, lakini alikubali kwamba ili kufikia malengo yake, Inaya alihitaji kufanya kazi ili kusaidia familia. Kwa hiyo, Inaya aliamua kuondoka Jasi na kutafuta maisha bora katika mji mkubwa, akijua kuwa angeweza kusaidia familia yake na kuwa mfano mzuri kwa ndugu zake. Alifika mji mkubwa akiwa na matumaini makubwa, lakini alikuta changamoto nyingi. Aliweza kupata kazi katika nyumba ya familia tajiri ya Vanessa, mke na mume Robert, ambaye alikuwa mfanyabiashara maarufu. Familia hii ilikuwa na mali nyingi, lakini kwa upande mwingine walikuwa na tabia ngumu na wasiojali wafanyakazi wao. Inaya alijua kuwa kazi aliyopata ingekuwa ngumu, lakini alijitahidi kufanya kila jambo kwa bidii na kwa maadili mazuri. Kazi yake ilikuwa ni kusafisha nyumba, kupika, kufua na hata kutunza watoto wa familia hiyo. Aliweza kufanya kutumikia kwa dhihaka Kupuuziliwa mbali na kukosolewa kila wakati. Vanessa alikuwa mkaidi sana, akimchukulia Inaya kama mtumwa wa kutumika. Aliwahi kumwambia wewe ni kama kobe anayeishi kwa mateso. Alikuwa akimdhihaki kwa kila kosa dogo na alikosa hata kumuheshimu kama binadamu. Lilian na Brian, watoto wa familia hiyo, walikuwa wakimdharau kila mara, wakimwita msichana wa vumbi kutokana na mavazi yake ya kazi. Ingawa alikabiliwa na mateso ya kila siku, Inaya alijua kuwa hakuwa na lingine ila kufanya kazi kwa bidii. Alijua kuwa kazi alizofanya zilikuwa ni sehemu ya kumtumikia familia yake na kuwapa matumaini kwa siku zijazo. Kila alipokutana na dhihaka na maudhi, alijua kuwa subira na dua kwa Allah ingemsaidia. Aliendelea kuwa na moyo wa subira, hakukata tamaa na alizidi kuwa mtiifu kwa dini yake. Aliendelea kufanya ibada zake kwa bidii kila siku, akiongeza juhudi katika kusali, kutawadha na kusoma dhikr. Aliamini kuwa uaminifu kwake kwa Allah ungetoa matunda katika wakati wake wa majaribu. Muda ulivyozidi kwenda, familia ya Vanessa ilianza kugundua mabadiliko katika nyumba. Inaya alikuwa na uwezo wa kufanya nyumba kuwa safi na tulivu, jambo ambalo halikuwa la kawaida kwa familia hii. Kwani walikuwa na migogoro kila mara. Robert alianza kuona kuwa kuwa alivyokuwa akifanya kazi Inaya, kulikuwa na amani katika nyumba yao na watoto walikuwa wametulia zaidi. Alijua kuwa ilikuwa ni kutokana na tabia njema ya Inaya na akaanza kumheshimu kwa usiri. Vanessa aliona tofauti kubwa katika familia yake. Aliweza kugundua kuwa alikosa kumheshimu Inaya kwa muda mrefu, na alijikuta akiwa na hisia za hatia. Aliamua kuchukua hatua. Alianza kumuuliza Inaya maswali kuhusu dini yake na maadili aliyokuwa akifuata, kwa kuwa aliona kuwa kuna jambo la kipekee kuhusu msichana huyu. Inaya alijibu kwa upole na kumweleza kuwa Uislamu unafundisha wema, Subra na upendo kwa kila mtu. Aliendelea kumwambia Vanessa kuwa ibada na dhikri ni sehemu muhimu katika maisha yake na hiyo ilikuwa inamwezesha kustahimili mateso aliyokuwa akipitia. Kwa wakati huu, familia ya Vanessa ilikuwa inaanza kubadilika. Walikuwa wakiishi kwa amani zaidi na walijua kuwa mabadiliko haya yalitokana na maadili mazuri ya Inaya. Vanessa alijua kuwa alikuwa anahitaji kubadilika ili kuwa mfano mzuri kwa watoto wake na kumsaidia Inaya zaidi. Aliamua kuendelea kujifunza zaidi kuhusu Uislamu na kwa msaada wa Inaya alianza kuelewa umuhimu wa dini hii. Hata hivyo, familia ilijua kuwa walikuwa wakiishi kwa neema kubwa kutoka kwa Inaya na walijua kuwa ilikuwa ni haki yao kumshukuru. Vanessa na Robert waliona kuwa Inaya alikuwa mfano wa kweli wa subra na walijua kuwa walikuwa wamemfanyia makosa kwa kumdharau kwa muda mrefu. Kama ishara ya shukurani kwa msaada wake, walimwambia Inaya kuwa walikuwa wanapanga kumpeleka Makka kwa safari ya Haji. Inaya aliguswa na jambo hili, kwani alijua kuwa ilikuwa ni neema kubwa kwa Allah kwa kumruhusu safari hii ya kiroho. Aliwataja familia ya Vanessa katika dua zake za asubuhi, akishukuru Allah kwa mabadiliko makubwa aliyopata maishani mwake. Safari ya kwenda Maka ilikuwa ni ya kihistoria kwa Inaya. Aliweza kumwabudu Allah kwa upole mbele ya Alkaba na aliomba msamaha kwa dhambi zake, akisema Ewe Mola, hakika wewe humwongoza umtakaye. Aliendelea kuomba dua kwa unyenyekevu, akijua kuwa safari hii ilikamilisha ndoto yake ya kuwa na amani ya kiroho. Waliporudi kutoka Maka, familia ya Vanessa ilikuwa imejawa na furaha na walijua kuwa safari hii iliwaleta karibu na Allah zaidi. Walijua kuwa Inaya alikuwa amewaongoza kwa njia ya haki na walikuwa na shukurani za dhati kwa kuwa walikuwa wamepata mabadiliko ya kweli. Kwa kumshukuru Inaya walimjengea nyumba mpya na kumwezesha kuanzisha biashara Walimpa mtaji wa duka kubwa la bidhaa mbalimbali ambalo lilikuwa na mafanikio makubwa. Inaya alifurahi sana kwa msaada huu kwani alijua kuwa alikuwa na nafasi ya kusaidia familia yake na kusaidia wengine katika jamii. Aliweza kumsaidia mama yake kwa kumjengea nyumba nzuri na kumwezesha kuwa na maisha bora zaidi. Aliweza kuwasaidia ndugu zake kwa kuwapa elimu bora na aliweza kujivunia kuwa aliweza kuwa msaada mkubwa kwa familia yake. Aliendelea kuwasaidia watu katika jamii yake kwa kuwaelimisha kuhusu subira, zikr na umuhimu wa kumtumikia Allah kwa unyenyekevu. Hadithi ya Inaya ilienea kote nchini na wengi waliguswa na mabadiliko aliyoyafanya kwa familia ya Vanessa. Aliweza kuwa mfano wa imani na subira kwa kila mtu aliyemjua. Hadithi yake ilionyesha kuwa bila ya Allah hakuna jambo linalowezekana. Aliweza kutoka kwenye hali ngumu na kuwa na maisha bora, lakini alijua kuwa mafanikio hayo yalitokana na imani yake kwa Allah, subra na juhudi za kila siku za kutafuta riziki kwa njia halali. Aliendelea kuwa kiongozi katika jamii yake na aliweza kumfundisha kila mtu umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, kuwa na imani kwa Allah.